Kwani mume wangu na shida gani? Sikiliza, nataka uniambie huyu mtoto ni wa nani? Mtoto umechanganyikiwa si ndiyo? Hivi umetoka huko umepoa? Najiuliza una shida gani, unakuja kuuliza masuala ya mtoto? Kwani ujuu mtoto ni wako? Tunaishi wangapi humu ndani eh? Nimeolewa na wanaume wangapi hadi uniulize mtoto ni wa nani? Una shida gani? Uko sawa kweli? Leo nisikilize, mke wangu, ni mimi. Nakuheshimu sana na wala sijawe kukuvunjia heshima. Hizi document unazoziona hapa, nimetoka hospitali leo, nimetoka kupima DNA na majibu yanaonyesha kwamba huyu mtoto sio wa kwangu. Sasa nataka uniambie huyu mtoto ni wa nani? Hivi mme wangu una shida gani? Labda wewe leo ni wa kuniuliza mimi huyu mtoto ni wa nani, hali ya kuwa unajua kabisa wewe ni mme wangu, humu ndani tunaishi mimi na wewe na mtoto wetu. Leo inakuwaje uniulize mtoto wa nani? Haya, hayo majibu je, kama wamechanganya huko mafaili uje uniletee mimi hapa? Na kwa nini ukapime kwamba huniamini? Huna imani na mkeo? Kwa hiyo unahisi mkeo malaya sana, si ndio? anaweza akakusaliti akakuletea mtoto mwingine. Kwa hiyo nataka kuniambia kwamba vipimo vya madaktari vinaonyesha ni, ni uongo eh? kwamba matokeo yaliyoko humu ni ya uongo. Hebu shika, kama unahisi mimi nakudanganya, shika usome mwenyewe. Sitaki hata kushika, kwa sababu najua huyu mtoto ni wa kwako. Tumekaa miaka mingapi? Tuna miaka mingapi, mme wangu? Kwa nini huniamini? Kuna imani na mimi kwa nini? sababu nini mpaka uende ukacheki uka sijui vipimo vya DNA? I say usinichanganye, huyu mtoto ni wako. Nisikilize mke wangu, mimi ni mafia na mimi ni Babiloni, naweza nikachukua kisu nikakukatakata nikakuchoma kisu, mimi nikaenda nikaishia jela. Huyu mtoto sio damu yangu na huyu mtoto aonekani anafanana na mimi kwa kitu chochote. Sasa sasa hivi unakuja unaniambia eh, kwamba oh, sijui mtoto ni wa kwangu. Mtoto afanani hata kunyoko wetu, afanani hata na babu, hata mjomba. Unakuja kuniambia mtoto ni wa kwangu? Sikiliza mke wangu, umenielewa? Yaani mashetani yangu akipanda kichwa changu kikishawaka kama nimeweka brichi nyekundu, utakuja kujua mimi ni nani. Unanielewa? na hesabu mpaka mbili, usiponiambia kwamba huyu mtoto ni wa nani, nakata hicho kichwa moja. Us, usinipige, me wangu, usinipige.